Familia mia tatu zimewachwa bila makao huku wakaazi wa kijiji cha Mbitika kaunti ya Kirinyaga wakikadiria hasara ya thamani isiyojulikana baada ya mafuriko kukumba kijiji hicho usiku wa kuamkia leo. Mazao waliyovuna wakaazi yalisombwa na maji huku barabara kijijini humo pia zikifurika. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, waathiriwa sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kirinyaga kuingilia kati ili kuzuia hasara zaidi. <coughs> Athari ya mvua ya Jumapili usiku bado ni dhahiri katika kijiji cha Mbitika, eneo bunge la Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Watu pamoja na mifugo wakiogelea baada ya barabara hii kugubikwa maji. Baadhi ya wakazi wakijikuna wafiki hapo na kutumia kilichosalia ili kupata chajio. Nyanya sasa ndio naachia hiyo mbata, kwa sababu hakuna nyingine ambayo ilibaki eh, kwa sababu sasa hizo zingine zote zilienda na maji, ndio sasa akule at least sapa eh, kwa sababu sasa hata hata nini, mahindi hakuna, zote zilihiribiwa na maji. Ndio hiyo inaanza kutiririka mpoo kutoka Mount Kenya, mito ikijaa Maisha yetu inapinduka, inakuwa maisha hoehahe. Oh, maisha ya mpira. Maji inaweza kuwa ni sawa, na bado tunaomba Mungu atupe mvua juu, bado si ni wakulima. Zaidi ya familia mia tatu zimeathirika baada ya majumba yao kujaa maji, waathiriwa sasa wakitoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kirinyaga kuingilia kati ili kuzuia mlipuko wa magonjwa. Wanatuuliza na huko juu, kwani nyinyi mlichagua akina nani? kwani nyinyi mlichaguana, tukawaambia tulichaguana, lakini walisahau na sisi. Sasa usiku ni shida tupu, watoto wanalia huku, kila kitu hakuna kitu tunafanya sasa. Tunataka mtukumbuke tafadhali. Wale wa kitambiri ruha hali ya hewa na vile itakuwa, tusikie tu mtu anatanja mfua. Tunajikuta hiyo ni kushikilia tu tumbo. Hatunje na tuna mwelekeo tujue ni wapi. Mnajua, saa siku hizi maisha hakuna mudianiwa. Hata majirani wenyewe tunapakana huko juu, anashindwa watambeba nani watamwacha nani? Idara ya utabiri wa hali ya anga ilibashiri mvua kubwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo pwani ya Kenya, sawia na kaunti za Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga na Kiambu. Mvua hiyo ikitarajiwa kuendelea hadi Jumatano wiki hii. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.